kujifunza kidogo kuhusu kilimo, nafikiri juma iliyopita tulijifunza eh, namna ambazo tutakavyo tutakavyoanza kazi ya kilimo. Na tulianza na hiyo kazi na baadaye, kwa sasa nafikiri tumesha kuwa wanafunzi wazuri kulingana ambavyo tulipenda na jinsi ambavyo tulikwenda kujifunza siku ile, na kabla ya yote tunataka kwanza kujitambulisha. Mimi ambaye niko pamoja nanyi kwa majina naitwa, anaitwa Uumile. Eh, hapa tunapatikana Jamhuri ya, ya Kidemokrasia ya Kongo, mujimbo la Sud Kivu, mentware ya Fizi, sekta ya Ngandja na wow. Muhukumenti ya Mabungwe, si ndipo tunapatikana. Mu village ya Kakela ya, ya pili. Sijui ndugu anaweza kujitambulisha jina lake. Na tunafika na vile jinsi wamama wanajipanga wamama wa, wa, wa, wa grupu ya amani. Amnazo kashindi. grupe yamani na masoko. Hawa eh, ni baadhi ya wamama ambao ni waupe amani eh. Na ni wamama wa maendeleo, ni wamama wa maendeleo katika taifa eh, hili letu la Fizi eh, ni sekteri ya nganja ndani ya meji ya a tunapatikana ndani ya aila kama tulivyosema hapa eh, ui tuli, eh, tulijifunza namna ambavyo ya kupanda kilimo chetu cha kisasa kutumia kama, na tukiangalia vizuri kamba hii hapa na vilevile, hii aa, na vilevile hii ambayo inatolewa hapa ni kama vile pale sasa. Kwa hiyo mbegu iko pale, tungehitaji wamama wawili wangekuja haraka wakuangalia sisi wame, wana wanafanya walipanda kule kwenye shamba, na hapa tunataka kuonyesha namna ambavyo tulipanda. Karibu wamama wawili ambao wako tayari wakuonyesha na mama zetu wawili waende haraka, ai tuonyeshe kuko haraka haraka. Wengine mama yetu asimame, atuonyeshe namna ambavyo tulipanda hivi hapo hiyo hiyo, kumaanisha hiyo, ina maana gani unapopima vile una, ina maana gani? Tunaweza tukapata hata majibu kutoka huko eh? Nafikiri mama au mtu akipima hivi akikamata kamba hii, kamba nafikiri mtu akitoka hapa amepima hivi, ina maana kwamba wameshapanda huu mstari, sawa. Wanataka amisha Eh, mama tomoa ile nani ili kwa kupima hipo kisha na, ambapo ameshapima takomoa hivo naashia baada ambapo tena ipima ili muhakikishe kama yani mbegu zinaenda kwenye mstari huko mkiwachia metri santimetre makumi kenda au makumi saba na ngapi saba na. Au, makumi saba na maana yake ukiona tumesha pima huu mstari hivi, kama tumesha panda hapa kote. Inatakiwa tena tutoe tena hii miti tena tuisongezee hapa, mama toa tena hivi. Inamaanisha kama hapa tumesha panda tumesha maliza. Ndiyo na tukisha maliza tena, ndivyo tunaendelea kufanya hivyo, tunaweza tukarudishe hizi <tus> <tus> <tus> nafikiri hiyo ndiyo hatua ambayo tulifanya kwenye shamba yetu. Sasa niulize kwa nyinyi ambao muli mulipanda hii upandaji, na kulingana na ule wetu wa zamani, na naja jua ule wa zamani tuna utua utuo, nilikuwa nauliza magumu gani ambayo mulipata wao upandaji, na avantage faida ambazo muliona. Kwa nyinyi ambayo mulishuhudia hii jambo la kupanda kupitia kaa, naweza nikamkaribishe mama mmoja ama baba ambaye anaweza kutufahamulie magumu na avantage au faida yenyewe eh, waliona wakati wa kupanda kupitia kaa. Karibu, kuna mama ambayeta atatuonyesha mazuma ambayo alikumbana naye wakati anapanda. Yeah. Yeah. Kanza ile inashinda ile nani ya kwanza ile nani ya kupandapanda soovya ile kupanda kwa muzuru ile inashinda nani ya kwanza ile nani ya <curamanda> sovia sovia sovia sovia kwa soovya soovy ya babembe ile njo kupanda kwa muzuru ile. Inashinda kwanza ile inashinda ya zamani. Ile ya kamba ndio ya mzuri hata ile ya zamani. Unafurahia hii kilimo ya ya ndio ya mzuri ya kisasa? Na niulize swali kama ikiwezekana na wewe hivyo ambavyo ulipanda kwa ile shamba ya Green Hope Foundation, GHF. Je, uta itawezekana? Itawezekana? Itawezekana, itawezekana na wewe u, ukapande kwako kwenye shamba yako na kualika watu wote ambao wana mahono na wanakosa sehemu ya kuwekeza ama kampuni ambazo zina mahono zimekosa sehemu ya kuwekeza kwa ajili ya kuleta manufaa ya kilimo katika Afrika nzima. Kwa hiyo, yeyote ambaye anaona kwamba anaweza kuwa na nafasi ya kujiunga na sisi kuinvest kwenye project ambayo ipo itakuwa ni kitu kizuri, kwa sababu lengo letu ni kuona Afrika Mashariki nzima inakuwa na project kama hizi. Kwa hiyo, usisite kujiunga na sisi na Green Hope Foundation ni partnership kabisa wa kweli na wakaribu sana na kampuni ya Hope of Society Association kutoka Tanzania. Asanteni sana, karibuni sana DRC, karibuni mweke kujionea na wengine wote wanaweza kuekea sisi. Tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia. Mmea sana.